Bwana Yesu apewe sifa. Karibu tena katika maombi ya kitaifa pamoja nasi. Haya ni maombi kwa ajili ya Tanzania. Ni maombi yaliyoanza tarehe 5 Novemba mwaka 2025, baada ya machafuko yaliyotokea siku ya uchaguzi mkuu. Haya ni maombi endelevu kwa wiki 52. Kwa sasa tuko wiki ya tano. Wiki iliyopita tulitumia mafuta kuombea mioyo yetu. Kama hukushiriki maombi hayo ni vema ufanye hivyo kabla ya kuingia katika maombi ya wiki hii. Wiki hii tunaombea uponyaji wa majeraha katika nchi tukitumia mafuta. Jinsi ya kufanya maombi haya ni kuwa na mafuta ya upako kwenye chupa na kuachia tundu dogo ili kuweza kuchuruzisha mafuta hayo yadondoke hata nchi. Utakuwa ukitembea katika ardhi mahali ambapo umesikia kwamba damu ilimwagika hapo na unamwaga mafuta juu ya hilo eneo huku ukinena kwa lugha. Pia nyunyiza mafuta kwenye barabara mahali unapoishi huku ukinena kwa lugha. Hii ni kama ishara kwa ajili ya nchi nzima. Kama huwezi kunena kwa lugha, sema na itia damu ya Yesu, inene mema juu ya eneo hili kwa jina la Yesu. Amina. Ni maombi mafupi, lakini yana nguvu. Usidharau maombi haya. Yatafanyika pia wiki ijayo tarehe 10 Disemba. Kwa sababu hiyo sitatuma maombi wiki ijayo, maombi yatakuwa ni haya haya. Endelea kunyunyiza mafuta katika nchi ili kuleta uponyaji. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika maombi. Mungu na akubariki sana. Uone mkono hodari wa Bwana katika maisha yako. Amina.